Pondo haya ninayostahiri, niliyostahiri kwako mwaya, kukupenda vita, umenjeruhi sikupanga, umesha niathiri, umesha niathiri wewe mwaya, licha ya kupambana usiku na mchana hakikisha nazipa walipotopo ukanikana ukaenda kwa sangoma akili kuitawanya yani, ukalazimisha mwezi nione mchana n no, no, no, no, no, no. Oh. Mm-hmm. haya ninayostahili, niliyostahili kwako mwaya kukupenda vita umejeruhi sikupanga. Umeshaniathi, pengine malipo ndo haya ninayostahili, niliyostahili kwako mwaya kukupenda vita umejeruhi sikupanga Umeshaniathiri, umeshaniathiri wewe mwa licha ya kupambana usiku na mchana, na mchana na hakikisha naziba walipotopo ukanikana. Sasa mama atakuwa kaenda wapi? Na kwa nini asiache funguo na kashake kila siku mlango amefunga. Sasa mimi nafanyaje? Hapo sangeje tufungua, hata kwa jirani, ndo nini sasa hivi. Na taarifa kuwa mwalimu mpya wa anatakiwa kuja hapa shule? Hapana, sijui hata hivyo mwache tu aje, mi mwenyewe nataka nipunguze baadhi ya masomo hivi. hmm. Hmm. E, leo kweli umeonana na Patrick? yuko shule. Hapana, hmm, ila nilitamani kupitia pale kwao, lakini nitaenda tu nyumbani. nakujua wewe usipomwona lazima utapita kwao. Hapana, leo sipiti. Kweli? kweli Akili kuitawanya, yaani ukalazimisha mwezi nione mchana no. Najua utimuinavyompenda, Patrick asingekuwa anajisumbua <laughs> Yesu amekataa kwenda uja mininde kweli, pipi menunua kwa ajili yake zawadi yake, huja nimpeleke kama surprise. Najua sasa hivi yuko peke yake hakuna mtu yoyote. Pengine malipo ndo haya ninayostahiri niliyostahiri kwako mwaya kupenda vita, umenjeruhi sikupanga, umeshaniathiri, umeshaniathiri. Wewe mwa licha ya kupambana usiku na mchana, hakikisha. Karibu, kuna shida? Kipenzi, mbona umekaa mpweke? Afu nikiangalia mlango umefungwa afu umekaa mwenyewe, shida nini? Nimerudi iyo mama sijamkuta na sitoshe, mlango umefungwa na sijui fungua meka wapi, ndio maana nimekaa hapa. Sio shida mpenzi, kuna surprise yako. What? Kweli? Kwa kwa kwa <tipenze> sawa mitaifulai fumanacho sasa sa. Uh -uh, staki fumba macho fumba. Staki. Basi nafumba usiku na mchana, hakikisha naziba walipotoboka. Ni malipo ndo haya ninayostahili, niliyostahili kwako mwaya, kukupenda vimejeruhi sikupanga, umeshaniathiri umesha niathiri Ukanikana, ukenda kwa sangoma, akili kuitawanya, yani ukalazimisha mwezi, ni malipondo <coughs> haya ni

Tumbo linakuuma. Umerudi nyumbani. Hatua ya kwanza unabidi ufanye, mbona ukae nje uchome ndichi. Umekaa kanje kama umefiwa? Nitaingia. Alafu na mbona mwairudi? Shule kulikuwa kuna party. Kwa hivyo mlidili wende kwenye party. Najua siku hizi kuelewi sana. Anaona kama unataka kunipanda kichwani sana. Ni kama umekuwa na ijabu yako. Sasa ngoja kwanza. Baadaye nitarudi afu yani ukalazimisha mwezi nione mchana.